Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ameibua wito mkali wa kizalendo akilitaja taifa lake kuwa katika kipindi muhimu kinachohitaji umoja, nidhamu na ulinzi wa hali ya juu. Akizungumza kwa hamasa kubwa jijini Caracas, Maduro aliwahimiza raia, vikosi vya ulinzi na kila taasisi ya nchi kulinda kila inchi ya ardhi ya Venezuela dhidi ya kile alichokiita tishio la uvamizi wa kibeberu. Katika hotuba yake Maduro alirejea urithi wa Simon Bolivar, shujaa mwanzilishi wa uhuru wa Amerika ya Kusini, akisema kuwa kizazi cha leo kina jukumu la kuendeleza mapambano ya kulinda uhuru wa taifa. Simameni kwa uwajibikaji na upendo, hakuna visingizio, hakuna kushindwa, toeni juhudi mara kumi zaidi, alitangaza huku umati ukishangilia. Aliwahakikishia wananchi kuwa wakati wote, ikiwa taifa litaita, basi raia wake watalipa kwa maisha yao ili kuilinda Kauli za rais nicolas Maduro zimekuja wakati ambapo mji mkuu umekuwa ukisambazwa na uungwaji mkono kutoka kwa wanafunzi, wafanyakazi na wakulima wanaotakiwa kusimama upande mmoja na serikali. Kauli hizi pia zimeashiria kuongezeka kwa wasiwasi mkubwa katika eneo hilo, huku serikali ikisema kuna dalili za misukosuko ya nje inayolenga kudhoofisha Venezuela. Katika kipindi hicho hicho, video kutoka TeleSUR na vyanzo vingine vya ndani zilionyesha mitaa ya Caracas ikirindima kwa hisia za kujitoa mhanga na ujasiri unaoshabihiana na kauli ya serikali, hakuna kurudi nyuma. Wakati mjadala wa kisiasa ukiendelea, jeshi la Venezuela nalo liliendesha mazoezi makubwa ya kijeshi yalionyesha kiwango kikubwa cha uzito wa silaha zinazotumika. Video zilizopatikana kupitia Clash Report zilionyesha wanajeshi wakifanya mazoezi ya kuzuia uvamizi kutoka baharini wakitumia vifaa vya kisasa na mbinu za ulinzi wa pwani. Maduro alisisitiza kuwa vikosi hivyo viko tayari kulinda kila inchi ya ardhi yetu, akiongeza kuwa Venezuela haitashtuka wala kujiondoa itakapokuja swala la uhuru na hadhi ya kitaifa. Wakati Venezuela ikijipanga kiulinzi, taarifa nyingine nzito zimetokea nchini Marekani. Katika jiji la Chicago, vijana watatu wa Venezuela wamekamatwa na kushtakiwa kutokana na tukio la kikatili linalodaiwa kwa kuhusiana na mauaji ya mtu asiye na makazi mmoja mwenye umri wa miaka 16 ameshtakiwa kwa mauaji ya shahada ya kwanza. Wengine wawili wenye umri wa miaka 14 wameshtakiwa kwa makosa mbalimbali mbali ya uhalifu yanayohusiana na tukio hilo, kulingana na taarifa za polisi zilizotolewa kwa Fox. Tukio hilo lilikuwa shambulio la kimafia, na inadaiwa washukiwa walikuwa wakicheza wakati wakimshambulia marehemu kwa visu. Kesi hii imezua maswali nchini Marekani kuhusu ongezeko la uhalifu naofanya na vijana wa wahamiaji huku uchunguzi ukiendelea kubaini undani wa kile kilichotokea usiku huo.